Kwa hiyo leo tunakuja kukamilisha 100% ili tuweze kukamilisha 100% kwa ajili ya mchezo wa kesho. Kwa hiyo niseme kwa kwa tu kwamba tupo tayari na tupo tayari kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaivusha Simba kuelekea katika hatua ya nusu final. All is well in the preparation for 99% from the players. Mohamed Hussein, captain from Simba Sports Club. Questions? Asante, naitwa Salome kutoka Mtanange TV. Swali langu kwako Zimbwe, sasa hivi nenda kwenye huu mchezo hapo kesho, mkiwa tayari mmepoteza mabao mawili mbele, wenzeni wapo huko, inakuwa na ugumu kiasi gani kwa upande wa wachezaji, ukitazama nyuma huko mashabiki wameshatengenezewa imani kubwa kwamba hii wanavuka. Kwa upande wenu tayari mitanguliwa mbele, ni ngumu kiasi gani kwa upande wenu kama wachezaji? Ugumu upo na sisi kama wachezaji tunatambua jukumu ambalo wakizingatia kwamba hakuna wakiangalia mashabiki wanachama, na watu... na matarajio haya ana sisi wachezaji eaacho Asilimia themanini ya kikosi cha Simba hawajawahi kukutana na scenario kama hii, tofauti na asilimia kumi. Mayinyi mpo mara nyingi mmekuwa mkikwama kuvuka kwenye hatua ya kwenda nusu fainali. Unazungumziaje kama wachezaji ikiwa mkongwe umecheza mara sita robo fainali? Unazungumziaje na wachezaji wengine, kinaua teba na watu wengine, kuhakikisha kwamba mnaibadilisha historia hii ya miaka sita kuwa sehemu ya furaha ya Wanasimba. tusijivunie kwa hiyo, jukumu kubwa sijiojambalo hio wako Simba ni kuhakikisha kwamba tunatoka katika hatua hii na tunaenda katika hatua. Kwa hiyo ni kuhakikishia kwamba wachezaji wangu a, na tupo tayari kwa ajili ya mpambano, na nakuhakikishia kwamba kesho tunavuka.